Mwarigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Karibu tena hapa ni kuwabadilisha kilichotokea. Wengi mnamfahamu Clemence Mwandambo. Huyu ni mzee ambaye ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii na tunaona amejizolea maarufu mkubwa sana kuhusiana na E, jinsi posti zake zinavyowagusa wengi, lakini pia tunaona amekuwa akitoa ushauri, wengine wakichukulia kama utani, wengine wakiona ni mzee ambaye kiukweli ni comedian, yani anachukulia kila anachokizungumza, e, ni kama kichekesho. Sasa upande wa Abikubanga ameongea kitu fulani ambacho sijajua, lakini najua Mwandambo iti, ili jambo lazima atalizungumza. Abikubanga kaandika, mzee wangu Clemence Mwandambo, kabla ya kurekodi klipu zako hakikisha unasafisha pua kwanza, maana sisi mashabiki zako tunaona kinyaa, akiweka alama za duara e, kila posti ambayo alikuwa anazungumza huyu mzee na akiandika kabisa kwamba e, kuna namna moja ama nyingine mzee anajisahau na hasafishi pua e, kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine Abikubanga anasema anaona kinyaa kwa sababu hichi kitu sio kizuri. Sasa baada kuongea, e, Abikubanga ya kuongea hivyo, Bikubanga, maoni mengine ya mashabiki yakaweza e, kutokea. Mmoja kaandika, kaka hapo umezingua kuposti hizo picha za huyu father na hiyo caption yako, maana yule ni kama baba wako, kuwa na adabu. Mmoja kaandika, kaka tunakubali sana, ila kwenye hii umezingua, maana shusha hiyo post, acha kumdhalilisha mwanamume mwenzetu, hayo mambo waachie na naake eh yani, hayo mambo waachie wanawake, kwa sababu watoto wa kiume atu, atu, atunaga mpigo kama hizo e, tunachoka watoto wa Mwandambo, watoto wa kiume atujaelewa hivyo. Wewe kama sio dia katoka, basi umelelewa na bibi au singomaza. I'm sorry for that e, kwa maana ya kwamba kumzungumzia Mwandambo vile amekosea sana. Ehe, inabidi awe na adabu na heshima. Mbona hivyo tena? Bikubanga unawambia watu Eh, mtu anawambia anachoka muda wa kusafisha anatoa wapi e? au sio? Bwana mmoja akasema kwamba umeokosea, futa kaka e, anapenda sana kuchokonua pua h mzee, ndo maana si wapi watu mikono, mimi njaa zitatuua, fanya kazi e. Mmoja anasema anachoka mimi e, mmoja kaandika kwamba utatukanwa leo kazi unayo, lakini ukiachilia mbali na Abikubanga, uh, Mr. Pimbi ameweza pia kulizungumzia hilo jambo na ameweza kuposti vile vile alivyoposti Abikubanga eh, kwenye peji yake, na sijajua kwa nini, lakini akaandika nimechokoza mzinga wa nyuki, mwambieni mzee eh. Yani hapa Mr. Pimbi anasema kwamba amechokoza mzinga wa nyuki au vipi, na akatoa ujumbe wake. Uh, Mr. Pimbi kwenda kwa Clemence Mwandambo akiandika nimechokoza mzingo wa nyuki, ukimwambia ni mzee Clemence Mwandambo, kabla ya kurekodi clip zake, kisha nasafisha pua kwanza, maana sisi mashabiki zake tunaona kimya, mashambulizi yake nayajua. Hapa nimechokoza hivi mzingo wa nyuki, akijibu nitazimia. Uh, Mr. alichokifanya anaelewa kwamba hapo ametikisa mtu yenye E, wenye wadudu wakali kama nyuki. Sasa kwa namna moja nyingine, e, huyu mzee lazima hatoka kimya, kwa sababu uh, kiukweli ni mtu ambaye anafuatiliwa sana sasa hivi na anatrendi, sio mchezo, hasa kule TikTok. Uh, maoni yakaja kwa Mr. Pimbi. Mmoja kaandika, akaandika mwana sheria wako na umwe, kwa hiyo umeyakanyaga na umeyatimba. Mmoja sema ni ngumu sana kukuta bilionia mfupi, mwingine sema itakuwa eh, mwingine sema na kumbe anachoshwa na vingi baba yetu e, piga lile biti la rais Samia afu weka kile mesi Mwandambo e, au vipi bwana? Ndio ulichokiona hicho na ufupi wako, kama kimaanisha kwamba nimechukua mzingo wa nyuki, wewe acha tu. E, ukimweka Mr. Pimbi ukamjulisha na Steve Nyelele unapata pua moja ya Baba Levo e, kwamba ukimweka Mr. Pimbi na Steve Nyelele unapata pua moja ya Baba Levo. Unasema ndio maana baba huwa tunawaambia hamna stamp zana, kila kitu ni contact. Ulishinda kumfuata inbox na kumwelekeza, sio vizuri. Kwa hiyo wengine wamechukulia kama kiki e, na inaonekana wengine wamewakataa kwa sababu sio post nzuri. Mmoja, we Pimbi, hivi mwanaume kweli? Mbona si wengine atuoni yote hayo yani kivipi? Wewe unatafuta nini haya? Hayo ndiyo madhara ya ufupi kama vile na le eh, tunavyokucheka na mbona uh, hichekeshi wewe, miaka yote na uchawi wako na laki laki mbili like, mzee kaibuka juzi anaelekea kufunika na uchawi wako uchawi bila, bila bila e elite content utoboi eh, kwa hiyo uh, hii ikimaanisha kabisa kwamba eh, huyu uh, Mr Pimbi yeye ana followers laki mbili na ishirini na tisa eh, lakini sasa ukiachilia okay, mbali na yote ni kwamba uh, licha ya kwamba ana followers hao wote, lakini anaelekea eh, kupitwa na Mr Pimbi, yani anaelekea kupitwa na Mr Pimbi na Clemens na, na, na Mwandambo, sababu Clemens Mwandambo ana followers e, laki mbili hao hao, yani Clemens Mwandambo ana followers ambao kwa namna moja ama nyingine anaelekea kumfunika Mr Pimbi, yana laki mbili na elfu saba huko Mr Pimbi na laki mbili na ishirini na tisa. Kwa hiyo e, muda si mrefu tunaona mzee huyu anaelekea kwenda kumfunika sasa. Ukizingatia uh, mzee huyu mwenye followers yao laki mbili na elfu saba e, tunaona hana mambo mengi. Kwanza kabisa yeye ni mtu wa kuposti e, kila siku na watu wamekuwa wakimfuatilia klipu zake zinaonekana kutumika sana kwenye mitandao ya kijamii Lakini pia tunaona amekuwa akizungumzia vitu mbalimbali, hasa vijana wanaokosea. E, kuna wakati akitoa ushauri wa hapa na pale. Sasa kumbe kila anapofanya kitu e, wengine wanasema kwamba huyu mzee E, kuna vitu kitu anakosea e, kuna kitu anakosea, na wanasema kabisa kwamba hicho kitu inabidi ajiangalie kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo watu wana wanachukua clip zake wana screenshot. E, he, alafu then wanaunganisha e, viduara kuonyesha jinsi gani ambavyo e, mzee huyu ana anafanya content zake, lakini anajisahau. Lakini sasa hizi habari za kwamba tia asafishi safishipua zimewafanya kuingia katika matatizo, kwa sababu tunaona wanasema mashabiki kwamba walichokifanya Abikubanga pamoja na Mr. Pimbi kumzungumzia Clemens Mwandambo kwa aina hiyo ni kama wanamdhalilisha Naona wanamdhalilisha na kama wanamdhalilisha, basi ilibidi wamfuate inbox na kuweza kumwelekeza. Sasa tunasubiria majibu yake mwenyewe mzee Clemens Mwandambo, na tunaona kabisa kwamba e, wengi wanasema kwamba hili jambo hawezi kulifumbia macho. Kwa nini watu wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na hilo jambo, lakini pia yeye hata wakimchokoza E, lazima kujibu. Kuna wakati walimzungumzia vibaya kwamba na, na ratibu vitu fulani fulani vya vurugu, na akakataa kabisa, kwa sababu kwamba mimi sijawahi e, kuratibu vurugu ama e, chokochoko za aina yoyote. Kudondosha maoni yako, hakikisha na bonyeza alama nyekundu ili uandikwe subscribe, share, like na ku-comment kwa kuanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media kila siku.